Akapishana kwa sababu Yanga wa ameingiza watu, wanakimbia kama Ikangalombo, amona kasi yake, si mtu ambaye mnatakiwa muondoke, mkamwachia eneo kubwa la kucheza. Hivyo ndivyo ambavyo mechi kwa kocha ambacho kinachoendelea kwa Young Africans ni dhahiri shahili wanaonesha dalili sasa kutaka ubingwa, uh, ubingwa huu, ubingwa wote ambao wamevuka mm. lazima uwaheshimu kwamba wanataka wa? mm. kwa sababu hizi knockout mm. zimevuka timu 16 mm. zilishatangulia 15 kabla ya Yanga. Sasa uwezi kusema Yanga peke yake ndo anataka ina maana wote waliovuka wanataka huo ubingwa. Kitu pekee kwa mwaka huu ni hiyo surprise eh, kwamba timu nyingi za ligi kuu zinaondolewa na timu ambazo sio za ligi kuu. ukiondoa na mungu aliotolewa na Kagera, wengine wote wametolewa na eh, Ken Gold katolewa na Mambali, ni bingwa wa mkoa wa Tabora. Dodoma katolewa na leo tena bingwa wa mkoa wa Kagera. Unaona timu zinavyotolewa na timu hizi ambazo ni, ni, ni ndogo ndogo tu daraja la kwanza, wametoa timu za ligi kuu. Azam wametolewa na Mbeya City. Prison wametolewa na Bigman eh? Yani, uh, wale Fountain Gate wametolewa na Stand United. Kwa uenda tukaona hizo surprises zinakwenda mpaka eh, kwenye hatua za juu na inakuwa vizuri kitokea. Kwangu, naomba utupe dodoso namna ulivyomtazama ikangalombo baada ya mchezo wa kwanza wa NBC pale, pale Mwanza leo tumemuona hapa dakika chache za kipindi cha pili. ikangalombo kwako na maoni naye yapi? Hakucheza sana leo, mm, tofauti na siku mm, e, ya kwanza kwa sababu ya wachezaji waliokuwepo na namna ambavyo yango aliamua kucheza kipindi cha pili, haikumpa nafasi yeye kuonyesha vitu vyake, japo ile tiktaka yake pengine ingesababisha kutokea goli la, la, la, la raundi ya ya 32 kwenda 16 na mm, sita, e, bahati mbaya tu ikala mwamba, lakini inaonekana boli limo, limo. Mm, naonekana boli <laughs> Kocha, kocha mpe muda mrefu tumuone. Pengine mm, mm. Kwa Young Africans kwa namna moja au nyingine kwa sasa hivi, yeah, una, yeah. Una kabisa, kuna, mwalimu mpya, sasa sasa hivi yeah. Yeah. anapocheza unaona kabisa kuna mabadiliko ambayo kuna chemistry ya mwalimu mpya inaanza kuingia sasa. Yanga tangu kocha kaja hawajapoteza mechi zaidi ya sare moja na JKT mm. na kabla hapo walikuwa wanashinda wana mfululizo chini ya, ya Ramovich mm. Eh? Yeah. Kwa hiyo, yeah, wameendelea vile vile. Yaani huyu kocha tena yeye ndo kapata sare, Ramovich akapata hata sare koo yango wameendelea kuwa walewale wale. Tofauti ni ile wakati bado yuko Gamondio walipopoteza mechi mbili Azam na Tabora, lakini baada ya hapo Yanga ameendelea na ubora wao. Rotation imeonekana kwa kubwa sana kwa kikosi cha Yanga sasa. Goli tatu unazo kwa nusu fanye rotation. Eh, unaacha na wengine na wanyoa waonekane uh, mm. Lakini sasa ni kama ni kubwa sana kutokana na first 11 ilivyokuwa mm. Ukiniambia Simba jana alifanya rotation na kuelewa kwamba first 11 ile unaiangalia, unaona ndo kuna rotation mm. Lakini walioanza wale usiku ulikuwa mnene, pengine walivyoona kwa kawaida ndo maana walifanya hesabu nyingi shukuru.